Ni kichwa kinauma, kuna watu mnauma miguu, kuna watu mnasumbuliwa na vichwa vichwa vya kuuma kila siku, kuna watu mnasumbuliwa na ndoto mbaya, kuna watu anakubeba usiku, tena wengine wenye sauti, wenye rangi tofauti. Naomba naombe wachungaji waje na wainjilisti wa waje, sasa tuombe pamoja <coughs> wengine wameanza kupona tayari. Kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Navunja magonjwa kwa jina Yesu Kristo na haribu rana zote kwa jina Yesu Kristo. Mapepo, mapepo, mapepo, uchawi. Ashaka, toka, toka, toka, toka, toka, fire fire fire, fire.

kuliposimama hadharani tena mbele za watu na kusema na tubu Yesu, na hapo ndipo pale walipokuja malaika nakukuvika vazira o. Atakuzidishia neema, atakuongezea mibaraka, atakupatia heshima kubwa, utakuwa mbali na kuonewa, na hata kipato chako baba, utakula nyumbani na watoto. Makofi ah, na vigelegele jamani! yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Atakuzidishia neema, atakuongezea mibaraka, atakupatia heshima kubwa, utakuwa mbali na kuonewa, na hata kipato chako baba utakula nyumbani na watoto.

Shetani alitaka kutu sisi Katuonyesha vitu vizuri tukamwambia usitudanganye shetani vitu vizuri viko kwa baba ah. Bwana Yesu asifiwe Jana kwa macho yako mchana peupe uliona jinsi shetani alivyonyesha mikono watu wakafunguliwa wakawekwa huru. Leo natangaza kwa ujasiri kwamba viwanja hivi mfalme Yesu Kristo anatawala mpaka sasa, yes. Haleluya, haleluya! Yaliyofanyika jana Mungu anakwenda kutenda zaidi. Naomba walioko mbali wanaosikia sauti hii wasogee karibu lakini hata hivyo, ukiwa mbali, nguvu za Mungu hazina mipaka, zitafika na kura ulipo. Ninachosema siku ya leo, lazima upate muujiza wako, sema amen. Nina habari njema kwako kwamba Yesu anakuhitaji. Ndio maana ametuleta atutaje hapa Dodoma kuweza kusalimia Hatujaja hata kuhubiri dini wala dhehebu, tumekuja kumtangaza mwanaume aliyezaliwa na akafa na akafufuka na yuko hai milele. Hata kule Yerusalemu wanajua kaburi lake liko tupu. Nataka nikwambie kama yuko hai, na wewe utakuwa hai kwa jina la Yesu Kristo wakati wengine nawerea wamekaa kando kando, unakuwa ni mtazamaji. Wakati wengine unafanikiwa wamekaa kando, ni mtazamaji. Ninataka nikuambie siku ya leo iko nguvu ya kubadilisha hali yako uliozaliwa nayo. Haijarishi kwamba ni miaka mingapi, haijarishi kwamba ni watongo wako wangapi wamekujua katika hali hiyo, leo ni siku yako. Haleluya, haleluya, baimayo Aliposikia kwamba Yesu anapita, na alishasikia habari zake kwamba aliokutana naye, aliwatendea miujiza, akasema leo ni leo. Hebu mtu moja aseme leo ni leo! Ah, sijakusikia, sema kama mbaya mbaya mba. Lazima kieleweke, siku ya leo nabeba muujiza wangu. Kama huyo niwepiga makofi na vigeregere. Haleluya, haleluya. Basi moyo akafanya maambuzi akiwa kando kando ya njia, akajikusanya. Kumbuka, nisikilize, alikuwa hana macho ndiyo lakini alikuwa na masikio na alikuwa na miguu na alikuwa na mdomo. Nataka nikufundishe, jifunze kutumia kile ambacho ulicho nacho ili upate kile ambacho hauna. Batimayo hakukubali kushindwa kusema basi imetosha, mi nizorea, maskini nizoria, ni kipofu. Alisema rahasha, sina macho ndio, lakini na sauti. Akajikusanya akapaza sauti akamwita mwana wa Daudi. Watu wa Dodoma nisikilize, hey. Knasema yes, sina mume. Wengine wanaolea mislewe wala sio shida <laughs> endelea kupenda, kupendeza tu, iko siku inakuja na siku <laughs> ni nileoiwamba takwenda kuambia watu wasioolewa na wasiooa wenye ndoa zenye matatizo wanaoachana na kuachika leo tunasema imetosha.

Lazima ujiambie ukweli. Unajua injili unayojihubiria wewe ina nguvu kuliko unahubiria watu wengine, watu walio wengi. Unatakiwa ujiambie ukweli. Mwingine akuambia ukiokoka, anasema hapana, sisi tatuokoki tuna dini yetu ya zamani. Sijakwambia habari za dini, ninakupongeza kwa kuwa na dini ya zamani, nami nilikuwa na yakongo ya zamani. Sitaki kukwambia lakini nimekuja kuambia habari za mtu mmoja, jina lake anaitwa Yesu Kristo. Hebu sema Yesu Yesu pamoja na yakamva ya, ya wanafunzi akasikia, hapa hii sauti sio wa kawaida. Biblia inasema akasimama na akadeuka akawambia wale waliokuwa na mpinga, nenda mkamlete. Nataka nikutangazie siku ya leo, waliokuwa na kupinga kuanzia uzaliwe mpaka leo, Mungu anakwenda kuwatuma wakuhudumie, waliokuwa na kudharau ndio wanakwenda kufanya. Kama mheshimiwa, ebu kama ni wao, ruka juu, pige kelele kama gama ndama wa mazizini. Mi naitwa Stella Michael. Stella Michael. Eh. Eh. Akati una, unasema tushike matumbo ya uzazi. Ndio. Nilipokuwa naona tumbo linajaa kama jamu, linajaa, linajaa, linarudi, linafura, linaacha. Eh. Eh. Mwisho ikawaje sasa? Basi nahisi limepoa tu. Ilikuwa ni operation tayari mambo. Kwa hiyo niulize umeolewa? Eh. Una mume. Una, una mm. <tipos> Eh. Eh. Eh. Mtoto? Ye tayari, mwakani tukutane hapa na ushaida. Wapi? wapi? Vinashuka chini, vinapanda juu, vina vina juu. E. kila siku mpaka e. Sasa unavisikia bado? Bado havipo unavisikia bado, vina sasa hivi nyosha, e, mikono yako juu. Haya, mwekee mikono matanazi, lazima vitoke hivyo. Naagiza moto. Kwanzia kichwani. Fire the Holy Ghost. Power. Hey, hawezi kupanda tena. Ndiyo, achie hapo. Julius Gilbert Tindaro. Ndiyo. Ulikuwa unaomba ni Julius. Kwa kweli mimi nilikuwa siumi lakini nilikuwa na matatizo. Uh-huh. Uh, yani ni mtu wa kuachika achika, nikiwa nachika nikiwa nachika. Umeachika na wangapi? Ah, wamefika mpaka sasa hivi ni wanne. Wanne wa kwanza kaondoka, wa pili, wa tatu, wa nne. Ndio, na sasa hivi sina hata mke.

Hey, ilo begi lilete <laughs> Hey. Hey, kama lina fedha nikutunzie. Aya, naomba unifanyie testing. Pasa mshikie begi lake daa, binya binya tumbo la huyu mdada, huyu mrembo wetu. Bonyeze bonyeze kama nesa, na yuko anapima kama mvimbe umo au unasikiaje dada? Kabisa kabisa, hakuna maumivu. Nani amekuponya? Kwa nini usipige kelele? Kasema hiyo hai nao